hatua kali ya kuni kunimaliza yeah. Amedunga tumbo na mkono na umenipiga kwa kichwa. After few minutes, tunapigiwa simu kwamba wameanza vita ndani ya mosque na watu wawili wakadungwa kisu. Polisi wakakimbilia pale wakapata ni ukweli, na wale walidungwa wakakimbizwa hospitali Mama Lucy